Anasema so, mchagua jembe si mkulima. Mimi mwenyewe sijaamua kuchagua jembe, nimeamua tu kuhakikisha kwamba nakufundisha uwe mkulima bora na unalima kibiashara. Unalima na watu gani ndio ambao wa muhimu sana wewe kuhakikisha kwamba unawajua? Tupo Magole huku wilaya ya Kilosa, tumekuja shambani na tutaungana naye mtaalamu um, wetu kutoka kampuni ya East West Seed. Yeye atatufundisha kwenye upande mzima wa ulimaji wa nyanya kilimo cha nyanya. Na leo hii tunazungumzia nyanya ya Imara F1, nyanya ya Imara F1 inatikisa kweli, kweli katika uh, kijiji hiki cha Magole kwa hivi sasa, na inafanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba wakulima wengi na walaji wengi wananufaika na hii nyanya. Sasa, je, ina faida gani? Unaipataje? Na kwa nini Imara F1 na si nyanya zingine? Ndio swali la kujiuliza sana hapa. Mimi ni Nicholas Kilowoko, ndiyo ambaye niko pamoja nawe kuhakikisha kwa kwamba nakufundisha kwa uzuri kabisa. Nyuma kama ya ni Frank Godfrey, unaweza kutupatia kupitia mitandao yetu ya kijamii tukitumia ya kilimo sokoni kwenye instagram account, lakini pia kwenye youtube tunapatikana namna hiyo hiyo, lakini nikuambie tu kwamba Imara F1 ni nyanya iliyokuwa makini kabisa. Hii unaitazama uh, ni Imara F1. Ukitazama hata ukubwa wake uko vizuri sana, lakini je, hii Imara F1 inafanyaje kazi? E, inasaidiaje mkulima kupata mapato yaliyokuwa bora, lakini pia inamsaidiaje inamsaidiaje mlaji kupata afya iliyokuwa bora zaidi? Haya yote utayapata kupitia kwa mtaalamu wetu akitufundisha kwenye upande mzima unalima kwa namna gani, lakini pia unapataje mbegu hii ya Imara F1. Hata ukitazama muundo wake ni mkubwa kwelikweli kweli. Yani ukitazama tu jinsi umbile lake ni eh, umbile kubwa sana, ina uzito wa kutosha kwelikweli, lakini pia hata eh, ganda lake ni gumu. Hii naamini kabisa kwamba itakuwa iko vizuri na naamini kabisa vigezo vyote vimekamilika, si natazama hata jinsi zilivyo eh, ana na wewe wezi angalie tu nyanya zilivyo, nyanya zimeshiba, nyanya kubwa hizi ni imara hii, yani hii ni imara, sio nyanya zingine ambazo huwa mnazitumia. Hii ni Imara F1 kutoka kwa kampuni ya East West Seed. Ni mabingwa wa uzaji wa mbegu, uh, pamoja mbegu za uh, nyanya pamoja na mbegu zingine. Kwa upande mzima wa Tanzania wanapatikana nchi nzima. Na tukaungane na eh, mtaalamu wetu kule shambani yeye ya atatufundisha kwenye upande mzima wa kilimo hiki cha nyanya, na kwa upande wa Imara F1, yeye atatuelekeza namna gani ambavyo unaweza kuipata, lakini pia ukapata faida na ukapata kipato kilichokuwa kizuri kabisa. Wenyewe anasema kwamba mbegu bora kwa mapato mazuri. Tuende shambani sasa. Naitwa Ebenezer Joseph ni bwana shamba kutoka kampuni ya mbegu ya East West Seed. East West tunasema mbegu bora kwa kwa mapato mazuri ni kwa nini East West tunasema mbegu bora kwa mapato mazuri? Ni kwa nini East West tunasema mbegu bora mazuri? East West tunafanya kazi kuu tatu. Kazi ya kwanza tunafanya tafiti kuhakikisha wakulima tunawaletea mbegu zinazojibu changamoto za shambani pamoja na sokoni, lakini pia tukishafanya tafiti zetu tumemaliza, tunafanya uzalishaji na usambazaji wa mbegu za mboga mboga ambazo tunajua kabisa mkulima anapolima lazima akapate tija shambani. Tukisema tija shambani tunamaanisha kwamba uzalishaji mzuri shambani, lakini tukisema tunajibu changamoto za sokoni tunamaanisha kwamba mkulima akipeleka nyanya yake shambani, amepeleka imara F1, amepeleka dhahabu F1, basi tuhakikishe kule sokoni anauza yeye kwanza kabla ya wengine. Hiyo ni East West Seed. Lakini pia kazi ya tatu tunayofanya, tunasimamia wakulima wote kuhakikisha tunatoa elimu kuhakikisha wakulima wanapambana sahihi na vile visumbufu vya mashambani lakini pia ili walime kwa tija, tunasema mbegu bora kwa mapato mazuri. Leo tuko shambani kwetu, hapa ni Magole, wilaya ya Kilosa. hii ni imara F1. kwa nini tumeamua kuwaletea wakulima imara F1? tumeleta imara F1 kwa sababu ni mbegu ambayo inajibu changamoto za magonjwa yote makorofi. Tukisema magonjwa makorofi, tunamaanisha magonjwa ya virusi. Sana sana tunasema ule ugonjwa wa virusi vile vya ukoma, kitaalam tunasema ni tomato yellow leaf curl virus sisi wakulima tunaita ukoma wa nyanya. Ukiwa na imara F1 upo salama, lakini pia kuna ugonjwa mwingine ulizuka elfu mbili na ishirini, elfu mbili na ishirini na moja, kitaalam tunaita Tomato Spotted Wilt Virus. tunaita ukiwa na imara F1 upo salama, hiyo changamoto haitakusumbua Lakini pia East West tumeleta imara F1, ni mbegu ambayo tunasema ukiwa nayo sokoni lazima uuze wewe kwanza kabla ya mwingine nasema mbegu bora kwa mapato mazuri. Labda katika upande mzima wa uchaguzi wa imara F1, kwa mimi mkulima ambaye nisiyefahamu kabisa, nawezaje kujua kwamba hii ni mbegu ya imara F1? Ina vitu gani special ambavyo vinanitambulisha mimi kutoka kwenu kampuni ya East West Seed. imara F1 ni mbegu ambayo ina matunda makubwa. Tunda limoja la imara tunategemea lipate gramu 180 mpaka gramu 220. a 2 shi lakini ukitunza vizuri inaenda mpaka gramu 200 30 kwa tuna imani kabisa, kwa wale wanauza kwa kilo. Imara F1 ni mbegu ambayo inajaza kilo mapema kuliko mbegu yoyote. Kwa tunapozidi kwenda, tunasema imara F1 basi, kwa sokoni inafanya vizuri, lakini pia kwa shambani inafanya vizuri. Lakini pia tunachokiangalia ni kilimo biashara, swala kubwa ni soko, linataka nini? Soko linataka imara F1, hiyo ni mbegu bora kwa mapato mazuri. Lakini pia imara F1 ukiikata ndani imejaza vizuri, haina nafasi nafasi lakini pia Imara F1 umeivuna, umesema ngoja hii niiweke hapa basi nione nitaitumia kwa muda gani. Imara F1 ina uwezo kukaa mpaka siku ishirini na nane bila kuoza. Kwa hiyo tunasema Imara F1 ni mbegu ambayo ina uwezo wa kukaa muda mrefu, kwa hata kama ni wale wa magengeni, umenunua nyanya yako ya Imara F1 umeiweka gengeni, uwe na uhakika kwamba haitaoza ndani ya siku ishirini na nane mpaka mwezi mzima. Mbegu bora kwa mapato mazuri ni shambani mpaka sokoni. Wakulima tuendeni na imara F1 Waku, antij wakulima tuendeni na imara F1 lakini bado mtu akanajiuliza, tuko magole hapa, lakini changamoto za magole zilikuwa ni zipi na imara F1 imekuja kutatua kwa namna gani? Imara F1 kwa upande huu wa magole imejibu changamoto ya magonjwa ya virusi, kwa sababu virusi wale tunasema, ukoma wa nyanya ni miongoni mwa virusi ambavyo ni hatari sana, na pia ukiangalia shamba letu halina dalili ya kirusi, lakini kuna shamba moja liko hapo juu, wamelima mbegu nyingine tofauti na imara F1. Ukifika pale unaweza kumwonea mkulima huruma. Hata kama ungewahi asubuhi ungemkuta hapa mkulima alikuwa anasema, jamani, hii mbegu ningeijua mapema na mimi ningekuwa tajiri. Kwa hiyo tunasema imara F1 pia inaimarisha uchumi wa mkulima. Kwa hiyo, la muhimu tu tunasema, wakulima tutulie na imara F1, tulime kwa tija. Imara inamaliza magonjwa yote ya virusi tunasema tomato yellow leaf curl virus, ambayo sisi wakulima tunaita ukoma, lakini pia tomato spotted wilt virus. Tomato spotted wilt virus ikikupiga, unakuta hapa juu pote pamekuwa zambarau, matunda yanakuwa haya hivi hivi, yakuwa yamekundu yanaiva, ya mabakabaka ya njano. Sasa unakuta ndo kama ile yule mnunuzi alivyosema, inaiva yote inakuwa nyekundu, haiwi na njano. Kwa unakuta sasa ni changamoto, ukiwa na matunda ambayo yameshaingiliwa na ule ugonjwa ni changamoto. Lakini pia changamoto na ya ule ugonjwa ukikupiga, unakuta shamba lote linakufa unakuta, labda unaambulia tu mchumo mmoja alafu basi. Lakini ukiwa na imara F1, tomato spotted wilt virus tupa kule, tomato leaf curl virus tupa kule. Kwa hiyo imara F1 ni mbegu ambayo tunasema imemaliza changamoto za magonjwa ya virusi. Lakini pia mbali na hiyo, tunasema kwamba sisi East West tunasimamia wakulima bure. Ukiwa na mbegu ya East West, hata kama ni mchicha, hata kama ni chinese ili mradi tu unalima na East West, huduma ya bwana shamba kuja shambani ni bure. Lakini mbaya zaidi ya hivi, magonjwa ya virusi yanasambazwa na wale nzi weupe wale, na kitaalam tunaita white flies. Kwa hiyo unakuta sasa, lazima mkulima apate kiwadudu sahihi kwa ajili ya kupambana na yule mdudu. Kwa hiyo ukiwa na East West, wataalamu tupo nchi nzima, tunaandaa mashamba darasa nchi nzima, kuhakikisha kwamba wakulima wa Tanzania wanalima kwa tija. Kwa hiyo iliyobaki sasa ni sisi wakulima kuamua kulima na East West seed. Umechambua kwa uzuri wa kwake, lakini bado mkulima anayekutazama anajiuliza, sawa, umezungumza e, vizuri kabisa beneza, jambo ni kwamba napataje sasa, mnapatikana wapi East West CD? Asante sana East West CD, tunapatikana Tanzania nzima, lakini pia ukinunua mbegu ya East West, nyuma ya kipandiko kile cha mbegu au lile kasha la mbegu au kopo la mbegu, tumeandika namba zetu za simu pale kwa hiyo unapiga ile namba, unapewa namba za bwana shamba aliyoko kwenye eneo la kwako, ili kuhakikisha kwamba tukisema tunamtembelea mkulima bure, yule mkulima atafikiwa muda wowote anaotaka yeye. Huduma hiyo yote ni katika kuhakikisha kwamba wa Tanzania tunaamua kulima kwa tija. Lakini kwa suala la mbegu, mbegu zinapatikana Tanzania yote katika maduka ya pembejeo. Ukienda kwenye chainizi, hakikisha unauliza chainizi ya mkulima, hakikisha ni chainizi ya mkulima. Lakini pia kwenye nyanya ni imara F1 pamoja na Dhahabu F1 na Kipato F1 hizi ni mbegu za nyanya ambazo tumefanya tafiti kuhakikisha kwamba mkulima wa nyanya unavyozilima hizi mbegu unapata tija shambani. Tukisema tija shambani, kwamba unazalisha kwa wingi, lakini pia sokoni, lazima ukauze wewe kwanza kabla ya mwingine. Ndio maana tunasema mbegu bora kwa mapato mazuri, tumalizie hapa. Uh, mtu akiwa analima na East West Seed, faida gani ambazo anazipata kama mkulima? Faida ya kwanza atakayopata mkulima ni huduma ya bwana shamba bila gharama yoyote, kwa sababu tuna imani kwamba mkulima amenunua mbegu ya nyanya imara F1. Lazima sasa ehe, je, huu mmea mpaka umefika hapa, tuna imani kwamba pale chini ulipata mbolea, wakati wa kuweka maua umepata mbolea, wakati umezaa umepata mbolea. Lakini pia ili tunda ili lifikishe gramu mia na themanini mpaka gramu mia mbili na thelathini je limepewa mbolea gani? Hiyo ni katika kuhakikisha sisi tunakuwa karibu na mkulima, anamwambia hapa, hii mmea unataka chakula fulani, huu mmea umeshambuliwa na magonjwa, basi piga kiwakuvu fulani, huu mmea una wadudu, basi piga kiwadudu fulani. Hiyo yote ni katika kuhakikisha kwamba mkulima tunampunguzia changamoto za shambani, ili mwisho wa siku atoe bidhaa bora ambayo, akipeleka sokoni, watasema yes hii nyanya ni super. Waambie wakulima nini wafanye kupitia kwako, kama eh, bwana shamba wa huku Magole, lakini pia ni mtu ambaye mkubwa sana kwenye upande wa East West Seed. Ah, mimi rai yangu tu kwa wakulima ni kuhakikisha wakulima tunakuwa karibu na mabwana shamba, lakini kubwa zaidi, wakulima wa Tanzania tulime na East West Seed, kwa sababu tunasema East West Seed ni full package kwa mkulima yoyote aliyedhamiria kulima kwa tija. Sisi tunasema mbegu bora kwa mapato mazuri. Tunakupatia mbegu bora, lakini pia tunakupatia huduma ya bwana shamba bila gharama yoyote. Tunakuja mpaka shamba yani, na ukisikia bwana shamba anakwambia bwana, hapo utachangia mafuta, geuza ile kasha ulionunulia mbegu, piga simu HQ, bwana, nadaiwa pesa ya gharama za shambani. Lakini sisi East West hizo gharama ni hakuna, na tumegawanyika kila mahali, kila mkoa kwenye Tanzania yetu hii tunapatikana, ili tukisema kwamba wakulima sasa tunalima kwa tija na East West tumekuja kumhakikishia mkulima kilimo chenye tija. Ni kuanzia upatikanaji wa mbegu sahihi, lakini pia ni huduma za bwana shamba shambani, huduma za mabibi shamba shambani. Tumekamilika. East West ni full package. Mtazamaji wa kipindi cha kilimo sokoni, wanasema East West ni full package. Ndivyo ambavyo uh, anazungumza bwana shamba kutoka East West City. Amezungumza uh, mengi sana, na umejifunza vitu vingi sana. Hii ni Imara F1 kutoka kwa kampuni ya East West City. Ukitazama ina ujazo wa kutosha, hata namna ya uzito, yani ukiweka kwenye kwenye mzani uh, ya biashara, upate changamoto yote kuhakikisha kwamba unapata kipato kichokuwa kizuri zaidi. Niseme tu kwamba mbegu bora kwa mapato mazuri unayapata kupitia East West City, na haya ameyazungumza mtaalamu wetu hapa akitufundisha mengi sana kwenye upande mzima wa mbegu hii ya Imara F1. Je, kwa upande wa wakulima nao kupitia hapa Magole, eh, kijiji cha Magole eh, wilaya hii ya Kilosa, na wanazungumziaje kuhusiana na upande mzima wa upatikanaji wa mbegu hii ya Imara F1? Lakini je, wametumia njia zipi kuipata hii, na kwa nini wameamua kuitumia hii mbegu ya Imara F1? Tukapata nafasi ya kuwatazama wao, kwanza wana kitu kipi cha kutuambia na kutushirikisha kwenye upande mzima wa mbegu hii ya Imara F1. Pita Yohana ni mkazi wa kijiji cha Magore mkoa wa Morogoro, ni mkulima wa mboga mboga. Mm, napendelea kulima mbegu ya Imara Imara East West Seed. Uh, napenda kulima kwa sababu uzazi wake ni mzuri, kwa sababu ina michumo mingi na ndio mbegu inayotakiwa sokoni, na ndio maana tunaipenda sana ina michumo kumi na kuendelea. Ni mbegu bora, ina matunda mazuri manene, uzazi wake ni mkubwa, ni wa kutosha, na hata ikiiva sokoni, yani inavutia. Mm-hmm, na ndio maana tunaipenda kulima hiyo mbegu. Huwa tuna pambana na mbegu ya kitunguu aina ya, ina, ya super Meru. Uh, inapatikana duka bora kabisa Dumira kwa Aileen Agrovet Dumira na ndio maana tupo mazingira haya, tunaendelea kupambana na kilimo, ila naomba tu waendelee kutuboreshea mambo yawe mazuri zaidi na zaidi kwa sisi wakulima wadogo wadogo. Naitwa Raha, mkurugenzi mtendaji wa Raha Farm. Raha tunajihusisha na uzalishaji na uuzaji wa miche ya mboga, na leo tuko shambani, tumekuja kuwaonyesha wakulima namna ambavyo Imara F1 inafanya kama hivyo unavyoona, uh, kitu ambacho kinatofautisha Imara ifuani na mbegu nyingine, Imara ni mbegu ambayo ina majani machache, hivyo hata kwa yule mkulima ambaye anaanza kulima leo anaweza kuilima, kwa sababu ukipiga dawa upande wa kwanza anaweza kutokeza mpaka upande wa pili. Sasa sisi Raha tumeweka hii demo plot hapa kwa sababu uh, lengo letu ni kuwaonyesha wakulima kwamba mbegu inapokuwa kitaluni inakuwa hivi, lakini ikiwa shambani inaweza kufanya kama hivi ambavyo imefanya, na ndio maana leo watu wamekusanyika hapa shambani kuja kuwaonyesha namna Imara inavyofanya kazi. Niwakaribishe Raha Fahamu, mpate miche bora yenye afya. Niwakaribishe West West kwa mbegu bora Apa, yani natamani kama zote hizi nazo zote, na nazo na nitaondoka zote nondoke. We we tunda kama hili mimi naliachaje? Kwa mfano kampuni ya East West Seed, tazama ubora wa tunda hili, limekuwa na ujazo wa kutosha kabisa. Eh, unaona e, mambo haya hata kulibeba mwenyewe la kidogo unese, ni ujazo wa kutosha kwa mfanya biashara ambaye unasumuka na kupata bidhaa iliyokuwa bora kabisa East West Seed wamekuja na jibu la Imara F1, wanahakikisha kwamba haupati shida ukiwa sokoni, yani unapoweka tu mzigo kama huu ah, fasta watu leta hizo tukapata kumtazama Baraka anasemaje kwenye swala zima la upatikanaji wa mbegu hii ya Imara F1, kwa nini yeye ameamua kutumia mbegu ya Imara F1 na vitu gani ambavyo anavizingatia kwenye upande mzima wa kupata bidhaa iliyokuwa bora zaidi, ni kampuni ya East West Seed. Hii ni mbegu ya Imara F1. Baada kupata nafasi kumtazama Baraka, ana kitu gani cha kutuambia kwenye upande mzima wa mbegu hii ya Imara F1. Baraka Idi ni mkulima pia ni mfanyabiashara, na Baraka, umekuwa ni mmoja ya wafanyabiashara wazuri sana kwenye upande mzima wa kuhakikisha kwamba unapata kitu kilichokuwa bora, pengine nini kilichokusudia mpaka ukaamua kuja huku shambani? Na huku ni eneo gani hili? Huku ni Magole. Eh, yeah. e... Tumekuja huku kwa sababu ya mbegu nzuri. Kwanza ubora wa tunda ni mzuri, na mbegu pia ni nzuri, pia inatuvutia sisi kuja kuichukua kutokana na ubora wa tunda, na hata pia ukifika sokoni, wateja wanaihitaji kwa nguvu zote, kwa sababu ina umbile zuri na rangi pia nzuri. Hata mlaji mtu wa mwisho akienda kuikata ndani, anakuta imejazia vizuri. Kwa hiyo unapokuwa unamuuzia mtu anatamani tena siku nyingine kuja kuinunua hiyo mbegu. Kwa hiyo tunatamani tuendelee kuwa nayo kila wakati. Changamoto inakuwa ni ipi kwa wafanyabiashara kupata kitu kilichokuwa kwa, kwa bora? Ni utafiti, wameshindwa kuwa nao mzuri, wakisha kwamba wanapata kitu kibora. Na je wamekusaidia kwa namna gani kupata kitu kilichokuwa bora? Ah, tunafurahi kwa sababu ya mbegu waliotuletea inatufanya tupate wateja wa sehemu mbalimbali, yaani tunapata wateja wapya kutokana na ubora wa mbegu tuliokuwa nayo kwanza anapoinunua anakupigia simu, anataka tena kwa sababu inakuwa ni nzuri. Kwa hiyo hata unapokuwa unamuuzia anataka tena umfungie, na anataka tena kwa sababu ya ubora wa mbegu bora na nyanya nzuri. Kwa hiyo hicho ndo kinachowavutia wateja zetu na waraji wetu wa mbegu hii. Imara F1 imekuwa inakubalika sana hivi sasa sokoni na imeonyesha kwamba ina, ina, ina, ina uhitaji ama uhitaji wake ni mkubwa sana sokoni. Pengine kuna mkulima na mfanyabiashara ambaye anakutazama hivi sasa, unaweza kumwambia kitu gani kulingana ambave, amekuama, ukualiko, ama, ama na vile ambavyo amekwama huko alikokwama, kulingana na mbegu ambazo amesha kuitumia ama bidhaa ambazo amesha kuitumia? Namtoa hofu, namtoa wasiwasi, na namwaminisha na, na, na, na kwa asilimia zote, kwa sababu mimi ni mbegu ambayo nimeilima na pia naifanyia biashara yani, na nawauzia na, watu. Kwa hiyo wale naokwenda kuwauzia wanataka tena, kwa hiyo wananithibitishia kwamba kile kilichokuwepo ni bora. Kwa hiyo wasiwe wana hofu, wanapoinunua mbegu wasiwe na hofu, wanapoinunua Imara Ifuani, kwa sababu ni mbegu ambayo inafanya vizuri mno kwenye sekta hiyo ya upishi na ya kwenye kuuza na hata kwenye kuiva. Pia inaiva yote, haivi vipande vipande, na hii pia haina njano ile njano. Kuna nyanya fulani zinakuwa zina njano, lakini hii inaiva yote, inakuwa ni nyekundu yote kabisa. Kwa hiyo hicho ndio kinachotufanya wateja wetu waendelee kuwa wanahitaji. Uh, mpaka sasa pengine, uh, East West City wamekusaidia kwa namna gani kuongeza upana wa soko lako? Kwa kweli mimi, kwanza ni washukuru, kwa sababu East West wanavyotuletea mbegu bora, sisi ndio tunapata nguvu ya kuendelea kuongeza kilimo chetu kuwa kikubwa zaidi na kupata wateja wapya, kwa sababu unavokuwa na mbegu bora, kwanza unaiuza bila hofu. Unapofika sokoni tu, ina maana haukai muda mwingi mteja anahitaji, anafunga, na kesho tena anaitaka tena. Kwa hiyo unalima ukiwa unajua kabisa kwamba nakwenda kuuza kwa wakati na nakwenda kufanya biashara kwa wakati. Kwa hiyo unakuwa hauna hofu kabisa kuhusu hilo. Mimi kitu cha kwanza cha kuwaomba wataz, watazamaji wangu wa kwenye upande wa mbegu, wasiwe na hofu kwa sababu ni mbegu nzuri imara, ni mbegu nzuri dhahabu, ni mbegu nzuri. Kwa hiyo wajaribu kuchukua hii mbegu wakiwa wana uhakika wa asilimia zote kwamba wanachokichukua ni kitu bora, na pia kama jinsi mnavyoona shambani hapa ni mbegu ambayo imestawi. Mimi nina futi tano na nchi kadhaa, lakini imenipita urefu, na istoshe, kuanzia chini mpaka juu ina matunda pia. Tunda lake linakuwa lina umbile zuri, hata kwa yule ambaye anayekwenda kupanga mafungu anakwene, yani inaonekana hata kama ukiwa mbali. Kwa hiyo pia tuwashukuru Imara kwa mbegu bora na isiwezi pia kwa mbegu bora. kinakupitisha sehemu tofauti tofauti, tuko Magore huku kuhakikisha kwa kwamba tunakupeleka kwenye upande mzima wa kulima kisasa na kibiashara zaidi. Ni kampuni ya East West Seed wanahakikisha kwamba unalima kisasa, unapata mbegu iliyokuwa bora, lakini pia usimamizi wake unakuwa uko vizuri kabisa. Wanapatikana nchi nzima ya Tanzania. Mimi ni Nicholas Kiloko. Uh, shukrani sana kwa Frank Godfrey kuhakisha kwamba amekufundisha kwa uzuri kabisa kwenye kupiga picha, yani picha ja ya nyumba alipo, eh, anajifunza vitu vingi sana Picha haijayumba picha imekaa vizuri kabisa. Ni kushukuru sana kwa wakati huu tena sana ziada na kipindi hiki cha kilimo sokoni. Wakati mwingine tena tutakuwa na sehemu nyingine. Je, wiki ijayo tutakuwa sehemu gani? Ni wewe kuhakikisha kwamba unaendelea kutufuatilia katika mfumo wetu wa vipindi vinavyoendelea hapa hapa, kuhakikisha kwamba tunakupeleka sehemu tofauti tofauti, ujifunze kwenye eneo zima la ukulima na si ukulima tu, na ufugaji pia, kwa sababu ni kipindi cha kilimo sokoni kinagusa nyanja mbalimbali ili kukuimarisha uwe bora zaidi katika utanzania huu uendelee kuimarika kwa sababu natamani mtanzania yote anakuwa iko bora zaidi katika kipindi hiki cha kilimo sokoni. Kwa heli.